Katika unyenyekevu wake, nilipoanza utume wangu hapa parokiani, nilichukua mwaka mmoja kabla sijamfahamu Jenista Mwagama. Kila siku kulikuwa na sala nia ya misa, tunaiombea familia yake, tunaombea nchi, tunaombea marehemu wa familia yake, lakini nilikuwa sijui huyu Jenista Mwagama ni nani. Siku moja nikawauliza wenzangu, hii nia ya misa tunasoma kila siku kuanzia Januari mpaka Disemba, huyu mheshimiwa Jenista Mwagama ni nani? Wakaniambia, ukitaka kumfahamu Jenista Mwagama, ukifika kanisani, mimbari pale, angalia mkono wako wa kushoto, utakapoona mama amevaa suka la Kimasai, utajua ni Jenista Mwagama na Dominika kwa misa ya kwanza, angalia mkono wako wa kulia, karibu na nguzo, ukiona mama amekaa karibu pale, utajua ni Jenista Mhagama. Na ni kweli, kila siku akija misa anakaa hapa, na Dominika anakaa pale, lakini haungejua tuna mheshimiwa kanisani. Unyenyekevu wa aina yake. Mama Jenista Mwagama alikuwa na mapenzi kwa kanisa lake, alipenda mapadri wake, na hata tunapomwalika pale nyumbani kwa chochote kile, mama alikuwa anafika, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja na naondoka. Kwa upole wake, kwa unyenyekevu wake, Jenista Mwagama alikuwa mpenzi wa Yesu Kristu. Tukitazama altari yetu, inapambwa na kitambaa cheupe ambacho kinaashiria sadaka takatifu ya Yesu Kristu, sadaka iliyokubalika mbele ya Mungu sadaka ya mwana kondoo ambaye alituokoa na dhambi kwa kifo chake msalabani. Vitambaa hivyo sisi huwa hatununui, anayevitengeneza ni Jenista Muhagama. Jumamosi iliyopita alikuja hapa kanisani. Paroko msaidizi akakutana naye na katekista wetu, akaleta vitambaa vya altare. Hicho ambacho tumekiweka leo ni cha kwake, alitengeneza akawa anaendelea kutengeneza vingine, akaahidi atawasilisha hivi karibuni. alimpenda Yesu. Kila anapokuja kanisani, baada ya misa anaenda kuabudu Yesu wa Ekaristi katika kanisa la kuabudu. Hautajua ni mheshimiwa, utakutana naye anasali pamoja na waumini wengine, bila tatizo lolote, bila usalama wote, bila kuondoa watu wengine ili asali. Alishiriki mwili na damu ya Kristo kila siku na kila dominika, kila siku na kila dominika. Lakini mama huyu, mapenzi yake makubwa na ndiyo yametupelekea kusoma injili ya leo, yalikuwa ni mapenzi kwa mama Bikira Maria. Jenista Mwagama alimpenda mama Bikira Maria. Ana ushuhuda mkubwa sana alichomfanyia mama Bikira Maria. Najua mlioenda kwake mtapata sanamu ya Bikira Maria. Hapa parokiani pale mlangoni kuna sanamu ya Bikira Maria. Siku moja nimemwambia mama, sanamu iliyopo hapa haiko kwa hadhi ya mama yetu. Napanga kutengeneza nyingine tubadilishe. Kwa mazungumzo ya kusimama tu pale, akasema sawa baba, tutaifanyia kazi. Siku anamwomba atekeleze hilo, lakini ananiambia tutaifanyia kazi. Baada ya siku chache akanipigia simu akasema fundi amefika pale, naomba umwonyeshe mahali pa kutengenezea salamu, sanamu ya mama yetu. Alitengeneza kwa karama zake bila mimi kukaramika na chochote, na unapoenda pale sanamu ya mama Bikira Maria unayoiona inayopendeza ni yeye alitengeneza. Mheshimiwa Jenista Mwagama alimpenda kweli mama kwa sababu mama amemtendea makubwa. Hiyo ndio usemi wake mama amenitendea makubwa. Mama huyo alikuwa mama wa sala kwa mama yetu, sala ya rozari. Sala ya rozari Jenista hakuiacha. Kila wakati anasali rosari na kwa maombezi ya mama Bikira Maria alikuwa anashuhudia kwamba ameona makuu ya Mungu aliyofanya. Yote alijua ni kwa sababu mama Maria ambaye tunamsikia leo katika Injili anawaombea hawa walipotindikiwa divai. Mheshimiwa Jenista Mwagama alijua kwamba alichokifanya kwa harusi ya Kana anapokimbia kwake mama Bikira Maria anatenda vivyo hivyo. Kwa hivyo, maisha yake, mafanikio yake yote ni mama Bikira Maria aliyekuwa anamwombea. Pia anaamini kwa Mtakatifu Filomena ambaye ni mwombezi wake na msimamizi wa familia yake. Ukienda pale nyumbani utapata sanamu ya Mtakatifu Filomena ambayo ameiweka kwa ajili ya maombezi ya familia yake. Anampenda mama, na kama anampenda mama ambaye sisi tunaamini, mama Bikira Maria alipalizwa mbinguni, yuko mbinguni tayari. Mbona huyu waliopendana, mbona wasiwe pamoja sasa hivi?